Katika jamii nyingi, huzuni kubwa imekuwa ikiambatana na matukio ya kina baba kutelekeza familia zao. Wakati viapo vya ndoa vinaposhuhudia ahadi ya kupendana na kusaidiana katika kila hali, mara nyingi ndoto hizi hubakia kuwa hadithi za zamani, huku akina mama wakibeba mzigo mzito wa kulea watoto peke yao katika mazingira magumu na yasiyo na msaada wowote kutoka kwa wenza wao walio waacha hali hii ya uchungu imeendelea kuwa sehemu ya maisha ya watu wengi ikiathiri sio tu ustawi wa familia musak, bali pia mustakabali wa watoto wanaokua katika mazingira ya ukweke wa malezi ya upande mmoja, matukio haya ya kusikitisha yakizidi kukithiri katika jamii zetu. Kijiji cha Gombe Kusini, kata ya Tei, jijini Mbeya nacho kimeonja uchungu huu. Katika tukio la hivi karibuni, wananchi wa mtaa wa Gombe Kusini wameazimia kwa pamoja kumtaka bwana Selemani Dokama kuondoka mtaani humo kwa kosa la kutelekeza familia yake kwa zaidi ya miaka kumi. Marehemu amepita kwenye kipindi ambacho mimi kama mwenyekiti ilikuwa sijui kama na mme kabisa. Sasa kuna vitu vingine lazima tuviseme ili kuwaponya watu wanaoendelea <coughs> kuishi <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> na katika hii naomba mnisikilize vizuri. Na Anosisi anaitwa Ane Anosisi. Ameishi kwenye mji wake huu tangu nipo mfahamu. Mimi nikaja hapa, akaniambia, mwenyekiti, baada ya kuojana naye mume wangu amenitelekeza, ameniachia watoto 6 wakiwemo watoto wa kike na wa kiume. Niombe kama huyo mtu ambaye yuko hapa naye mzungumza, naomba aje hapa mbele. Taomba utanisaidia kitu kimoja. Kama ambaye amerudi nyumbani kushiriki msiba wa mke wake marehemu Bi Anna Anusie Mukuku aliyefariki dunia Aprili 26, 2025 amekumbana na hasira za wananchi waliolalamikia kutowajibika kwake kwa watoto wao sita na mkewe enzi za uhai wake. Kwa takribani mwongo mmoja, Bwana Selemani hakuonekana nyumbani wala kutoa msaada wowote kwa familia. Kweli huyu alikuwa ni mkeo? Ndio. Amekuwa mkeo tangu lini? Tangu mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili na na mbili. Hata mda aliooa akumbuki? na umemwacha toka lini? mwachia watoto wote sita. Hapo sina cha kujibu, ni samani, sina kuongea zaidi ya kusema mni samehe, niomba msamaha na katika hali ya umaskini mkubwa. Katika kipindi hicho kigumu, familia hiyo imekuwa ikisaidiwa na taasisi ya Tulia Trust Tanzania chini ya uongozi wa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Dr. Tulia Ackson, ikiwemo msaada wa chakula, mavazi na hata ujenzi wa nyumba mpya ulioshika kasi siku tatu kabla ya kifo cha Diana. Tunasikia uchungu kama serikali itachukua maamuzi madogo, hatima ya watoto hatujui hatutaki watoto wale wao wekuwa omba omba. Naomba serikali na namshukuru sana Tulia kwa kile alichokifanya juu ya hii familia, kwa sababu tulikuwa tunashindwa, tulikuwa na naugiumuzi kama kanisa tunafanyaje juu ya watoto. Kijiji chenyewe kinaelewa, kwa muda mrefu huyu jamaa aliona mke yule mdogo ndio bora basi hata angepikwa natuma hata matumizi hawezi ana kiburi cha msingi atime watoto ifanyike leo leo kabla hatojazika saizi kijiji kiamue sio mimi kijiji kiamue na serikali iamue nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto na jinsi gani ataweza kuitunza familia yake ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu mimi mwenyewe nimekaa hapa toka mwaka 2014 huyu mwanaume namuona leo sikuwahi kumuona na maisha aliyoishi huyu dada ni maisha magumu sana, yani ya shida sana. Kama majirani tulikuwa tunampa tukazi kidogo kidogo apate na riziki ya kuishi na watoto, kumbe ana mme mwenye nguvu kabisa. Juzi tunaona mheshimiwa Tulia alivyoona maisha ya shida, amekuja kutujengea kumjengea mama nyumba hii, na mimi nikijua hii familia kweli na shida kweli kweli, kumbe kuna mwanaume mwenye ana nguvu ana uwezo wa kuweza kuilea familia yake, ukaacha watoto sita, ukawazile watoto sita blaza, ulikuwa unalala wapi usingizi wa kiasi hicho? Yani unalala una, una... amani watoto sita, ujua wamekula nini, ujua wamelala wapi? Na bahati mbaya, tulikuwa tunasikia ulikuwa unakuja na mzurumu mpaka mali zake alikuwa anajifiatulia tutofali hapa tuuzie, ukifika ukiuza unatembea na hela zote, ukamwacha mama watu anateseka. Mimi naamini ungekuwa huko imara, huyu mama asingekufa. Amekufa kwa sababu yako wewe we. Ameshindwa kujihudumia, hadi stresi zimempelekea mama watu mpaka kuondoka. Kiti ombi langu mwenyekiti, hii siwe ombi, huyu bwana hapa atafute sehemu ya kwenda kukaa na hapa, kwenye mtaa wetu asikanyage kabisa, asija akatuambukizia na wanaume wengine tukawe na tabia kama ya kwake. Na sio kwamba baba aliondoka na mwanamke ambaye hafahamiki mtaani, ni mtoto wa mtaani hapa tunamfahamu ndiye aliyeondoka naye eh. Amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba Saraga naishi na bii mdogo. Ametoka hapa, ameenda Chunya, ana maisha yake huko mazuri tu na huyo mke wake. Kwa hiyo baba, kwa leo hii, kwa kweli sheria ichukue mkondo wake, iwe ni funzo hata kwa wababa wengine ambao wana tabia kama za kwako, ukajifunze baba. Ni kweli rufaa, nilikuona ulikuwepo, lakini uliyofanya ndani ya miaka kumi, na leo sheria ichukue mkondo wake. Ni kweli kabisa huyu mwanaume, yaani sio siri, kama walivyosema wengine, iwe hivyo hivyo, aondoke hapa. Wakili TV kama sehemu ya vyombo vya habari vinavyofuatilia ustawi wa familia na haki za watoto, imefika eneo la tukio kujiridhisha na hali halisi. Katika uchunguzi wetu, tumejiridhisha kuwa telekezwa kwa familia ni suala ambalo lina athari za moja kwa moja kisheria. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hasa sheria ya mtoto ya mwaka 19 pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 mzazi ana katika jamii ambapo watoto wanaachwa bila msaada wa wazazi wao wa kiume, tunapaswa kujiuliza, je, ni muda wa jamii kuchukua hatua kali zaidi ya wazazi wanaotelekeza familia zao? Ndugu mwenyekiti pamoja na wakazi wa, wana, wagombe kusini, mimi naomba mnisamehe, nimewakosea sana, na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana. Hapana, sio kwamba natishia. Kwa hiki kilichofanyika, kwa hiki kilichofanyika, kwa naomba mnisamehe sana sana sana sana, naombeni mnisamehe kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Naomba nirudie, kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili kwa ajili ya usalama. Nimesema kwa ajili ya usalama wake ndugu yetu. Tutaomba kwamba basi, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii, tuendelee kuongoleza wanajamii, tutamalizia bila shaka. Imeeleweka, na bila shaka amenisikia, nimesema kwa ajili ya usalama wake. Hii ni Wakili TV na mimi ni Swedi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.